Mama kwanza hongera sana. Asante. Hongera sana mama. Asante. Ninataka ni nataka nijue kwanza uh, kwa mara ya kwanza taarifa za uteuzi wako kwa mkuu wa mkoa ulizipata katika mazingira yapi na ilikuwa katika ilikuwa lini? Ah, mimi nasikia taarifa zimetoka Jumamosi na mimi sikuwepo nchini. Kwa hiyo sikuzipata mapema kwa kweli. Eh, nilikokuwa huko, huko ndiko niliondoka saa alfajiri ya ya Jumamosi tuseme. Kwa nimeingia Jumapili jioni. Sasa mimi nimezikuta hizi habari Kilimanjaro uwanja wa wa ndege wa Kilimanjaro. Nimeshuka pale watu wote wana oh, shangilia hivi. Sasa nikashangaa siku zote wao wanashangilia lakini wanashangilia tangu ile niliokuwa nimegombea na hivi. Lakini ya juzi nikaona kama ina sura tofauti kidogo nikawa na shangaa. Ndio mtu akaniambia mbona uelewi? Kama vile uelewi, hongera wende mkuu wetu mpya wa mkoa weza mkoa gani? mkoa wa Kilimanjaro. Ah basi, e, kijana mmoja ambaye alinichukua kunipeleka nyumbani waa wa taxi, njiani, kwani wewe hujui? Nikaambia sijui, nimekuwa safari na simu yangu ikawa e, imeibiwa na hawa watu wa mtandao, wakawa wanaitumia kwa hiyo wakaibloku. Kwa, kwa upande wangu nikawa sipati mawasiliano, na mpaka sasa kuna mawasiliano ya WhatsApp sipati kwa unapata kupigi sasa hivi naweza kupiga na kupigiwa. Kwa ndivyo mimi nilivyozipata hizi habari, ikawa kama mshangao kidogo kweli kwamba nimetoka safari, nashuka, nakutana na hiyo hali, niliona hata watumishi wa uwanja akawa yeye kama mungu wetu kama mungu wetu sasa. Ah, mimi najua tu ile ya chama, lakini kumbe ndio hicho. Baadaye tukiwa tukiwa barabarani sasa, kwenye gari redio inaendelea, ndio watu wanaulizwa nasikia wa, habari eh, watu wanakusanya maoni kwamba mnaonaje, maoni ya kuhusu uteuzi wa mkuu wa mkoa mpya wa Kilimanjaro, ndio watu wanaongea, nikaisikia tena hiyo kwa hiyo nikathibitisha, la kumbe kitu ni kweli, kwa sababu sikuwa kwenye mtandao, ningekuwa nimesikia mapema. Sasa moyoni mwenyewe sasa kibinafsi uko baada ya umepata taarifa rasmi za tuzo yako, uli ili ulichambua uli, uli, uli, uli, vipi akili mwako na nafsi mwako, sana na kwamba ni mtu wa chama cha upinzani ah? Mimi kwa chama cha upinzani sio sio swala sana, sio swala kabisa kwenye utumishi wa umma. Ni swala tu la utashi wa kiongozi aliyepo yeye yeah, akitaka kufanya kazi na sisi upinzani, mimi binafsi niko tayari. Kama mnakumbuka kwenye kampeni zangu, nilikuwa nimesema kwamba endapo mimi nitachaguliwa, ningeunda serikali ya umoja wa kitaifa, na kwa, kwa maana ya serikali ya umoja wa kitaifa nilimaanisha kwamba nitachukua watu kutoka maeneo au makundi yote ya jamii, kwa hiyo kutoka vyama vya siasa, kutoka vyama vya wafanyakazi, kutoka vyama vya kidini, kutoka vyama vya hiari, yani mashirika yasiyo ya kiserikali na kadhalika aina ya mfumo ambao huyu rais wa Ufaransa kwa mfano sasa hivi mm. amefanya amechukua, mm. watu kutoka kila mahali, mm. kwa ina, kwanza ile inapunguza yale makundi makundi ambayo sio ya lazima katika uendeshaji wa shughuli za serikali, kwa sababu makundi ndani ya vyama huwezi kuyazuia. Hata tunapozungumzia upinzani watu wanachukulia tu kama vile upinzani ni kati ya CCM na Chadema CCM na ACT mm. au hivi vyama vya upinzani vyote na hiki kinachoongoza sasa hivi, lakini upinzani wa kisiasa ulio mkali na mbaya ni ule wa ndani ya chama, yani ndani ya vyama vyetu. Hivi kuna upinzani wa ndani, huo ndio upinzani. Huu wa kati ya chama na chama hauna uhasama mkali kama ule wakati ya wana, wana vikundi ndani ya chama wanaopingana wenyewe. Kwa hiyo sisi tulioko kwenye siasa kama tungetaka kuwasaidia watu kuzielewa siasa vizuri tungewapa uhala uhalisia wa hali za, za ndani ya vyama, jinsi ilivyo ndani ya vyama, jinsi watu wanavyopingana ndani ya vyama ni mbaya kuliko chama kimoja kinavyopinga chama kingine. Hilo ni jambo la kwanza okay. Jambo la pili e, uendeshaji wa siasa usio na mguso wa kimaendeleo kwangu mimi, mimi binafsi, hizo sio siasa. Yani kama siasa ni watu kusemana tu kulumbana tu kubishana tu, kama tunavyoona bungeni wakati mwingine watu wanavyofanya hata wanasahau gharama ambayo sisi tunawaweka pale. Pale ni gharama kubwa sana, kwenda kukaa pale mnasemana tu, ninyi wenyewe mnasifiana bila sababu, mnakashifiana bila sababu, kwa gharama ya watu ambao wengine wanaishi kwa mlo mmoja kwa siku, wengine hawana hakika hata ya nusu mlo wa kila siku, acha mlo wa asubuhi, mchana na jioni, acha mavazi mazuri acha malazi mazuri acha huduma nzuri shuleni, huduma za maji, huduma za afya na kadhalika. Mimi kila nikiangalia bunge letu, kwa kweli, huwa ninafadhaika sana, kwa sababu hata mabunge mengine unakuta watu mpaka wanapigana ngumi. Kwa sababu ya hoja za msingi, sisi tunataka kupeleka barabara pale na madaraja na nini, wewe unakatalia bajeti, kwa mfano. Sasa hilo hilo ni jambo la pili kwamba kama maendeleo ni tunagombea nani ana ilani nzuri ya kutekeleza shughuli za maendeleo za kuifikisha Tanzania ile tunayoitaka kwa wakati huu na wakati ujao, huyo ndio mpinzani wa kweli. Mtu anayepingana tu na mtu kwa sababu wewe uko chama hicho na yeye yuko chama kingine, huo ni upuzi, kwa sababu tumeona watu wanahama tu vyama wanazunguka kama samaki baharini. Kwa hiyo mimi alinisumbui kabisa. Nilichoona kingine watu wanakizungumzia ni swala hili kwamba mimi ni mwenyekiti wa chama yeah, na kwa hiyo sasa nitaanza kutekeleza ilani ya chama kingine yeah. Hata hiyo nayo sio ajabu, wala sio sio uvumbuzi okay. Ni ndivyo ilivyo duniani kote kwamba chama kilicho shika nchi ndicho hicho tunafuata ilani yake wote, bunge linafuata ilani ya hiyo linatekeleza ilani hiyo hiyo, wanajadili bajeti hiyo hiyo, hawaleti ya kwao mbadala. Hata kama wataleta hotuba mbadala, yaani sisi upinzani tunapoleta hotuba mbadala hatuleti budget mbadala, tunaleta tu hotuba mbadala. Maana yake tunaleta maoni mbadala mhusika sasa anaruhusiwa kuyachukua yale maoni mbadala akayaingiza, na hasa kama hayo maoni ni yakinifu, niseme mm -hmm, Kiingereza kizuri wanasema constructive, lakini kwa sababu sio wote tunaongea Kiingereza inabidi tupate maneno mazuri ya Kiswahili yanayoingia, kwa sababu ukisema constructive criticism ni tofauti sana na ukisema tu yakinifu, mpaka mtu anajua Kiswahili sana ile sanifu aelewe yakinifu maana yake ni nini lakini maana yake unapotoa hoja mbadala kwa jambo lolote ambalo serikali inatakiwa kulifanya ambalo hailifanyi ni lazima uhakikishe kwamba lile jambo linajenga e, mtu mmoja wa lugha amewahi kusema hivi kwamba ukitaka kusema jambo jiulize je hili ni jambo la muhimu je ni la lazima je ni la wema kiingereza anasema is it kind Hmm. Naona yani, je, ina- unajua kitu kaindi hmm. inaongeza afya, inaongeza ubora, inaongeza uzuri, inanisaidia hata mimi ambaye labda niko siko sahihi hmm. kujitambua kwamba hapa nimekosea, lakini nimerekebishwa kwa upendo hmm. watu wote tunapenda kupendwa na kuheshimiwa hmm. Lakini hatupendi kabisa kuheshimu wengine. Kwa hiyo maoni kama haya kwamba utaenda kutekeleza ilani ya chama hicho kingine, kama leo walikuwa nipatia cha kwao na mimi nikawakumbusha nikamwambia, msisahau na mimi niliwapatia ya kwangu eh, ya chama changu. Na mheshimiwa akajibu, rais akasema ninayo, ninaikumbuka <laughs> naona eh? kwa hiyo mimi nilimpa, kabla nilimpa ya kwangu bila matazamio kwamba inaweza kuja kutokea mm -hmm. na yeye akanipa ya kwake kwa minajili ya kufanya kazi pamoja, lakini unapofanya kazi pamoja tunafanya kazi kwa kutekeleza ilani ya chama kilichoshinda. Ndivyo wote tunavyofanya sasa hivi. Vyama vya upinzani vinajaribu tu kuichambua ilani ya CCM na kusema hailingani na ilani yetu. Hilo ni jambo moja, lakini jambo la pili, watu wengi Tanzania, pia hizi ilani hawazisomi. Kwa hiyo hata anapokuambia, alafu wanapia, mimi mwandishi mmoja leo mwenzenu ananiambia, kwa hiyo mama, wewe utaenda kutekeleza ilani ya CCM? Nikamuuliza, ya, ya ACT unaijua? Niambie kipengele kimoja cha ilani ya ACT ambayo inapingana na ya CCM. Niambie moja ya CUF ambayo inapingana na ya CCM. Niambie moja ya Chadema inayopingana na ya CCM. Alafu hapo ndio tuanze kuongea. Na tuongee kwa kutafuta ile inayofaa. Na ndicho mimi nafikiri Magufuli anafanya. Anatupa ilani ya CCM. Lakini hata yeye ninaamini kwa jinsi ya uzalendo wake ambao ameanza kuonyesha katika nchi yetu. Akikuta kipengele cha ndani ya ilani ya CCM akimsaidii kuijenga ile Tanzania tunaitaka, ninaamini hakitumii hicho kile kipengele lakini anatumia ubunifu wake, anatumia utashi wake kufanya kitu ambacho anafikiri nchi inakihitaji kwa sasa. Kwa hiyo huo ni utashi binafsi na ni utashi unaoenda nje ya mipaka ya chama changu, nje ya mipaka ya mimi tu binafsi na watu wangu, lakini ndani ya mipaka mipana ya nchi yetu. Na hmm. uh, wewe ni, ki, ni ni ni kiongozi, niseme ulikuwa kiongozi kwa maana ya mwenyekiti wa chama. Uh, sio nilikuwa ni ni mwenyekiti hey, wa chama. Na hey. uh, nataka ni ni nijue ni, ni, ni, namna ambavyo wanachama wenzako walipokea uteuzi wako, kama labda umekutana nao, umezungumza uh, nao, mapokeo yao yakoje, ama hisia zao, ukizitazama zikoje uh, juu ya uteuzi huu. Hmm. Mm, asante. Tumekuwa na majadiliano ya huu muda mfupi kwa sababu imetokea muda nikiwa sipo kama nilivyosema na ilipo niliporudi tu jana hasa tumezungumza sana ilikuwa tuwe na kikao lakini zito amesafiri kwa hiyo mpaka arudi amemkaimisha mwigamba jana mimi nikiwa uwanjani uwanja wa ndege nimekaa na mwigamba mpaka dakika za mwisho kabisa za kuingia kwenye ndege mm -hmm. tumekaa karibu masaa mawili tumezungumza mambo mengi na sasa hivi zito akiwa safarini amemkabidhi e, mwigamba e, nafasi yake mm -hmm. kwa hiyo ndiye mtu ambaye nitawasiliana naye kipindi hiki ambacho e, kiongozi wa chama hayupo mpaka akirudi kwa hiyo hakuna tatizo, isipokuwa kama ilivyo katika mambo mengine, hofu ya hofu ya watu wengi ni hivi kwamba hawana tatizo na uteuzi, wana tatizo na nafasi yangu kwenye chama itakuwaje, utendaji wangu kwenye chama utakuwaje. Lakini msisahau kwamba mimi nilikuwa mwenyekiti, sio mtendaji. Mtendaji ndani ya chama ni katibu mkuu. Mwenyekiti ni mwelekezaji tu wa masuala ya kisera na masuala ya organization, yani masuala ya usimamizi wa shughuli za chama. Kwa hiyo utendaji wa kila siku ni kazi ya katibu mkuu, kwa hiyo ni tofauti kabisa. Hata nafasi niliyopewa mimi ni nafasi ya kisiasa pia, unaenda kuwa mwakilishi wa rais ndani ya mkoa, unakuwa ni mwanasiasa, unafanana tu na hizo shughuli unazozifanya sasa hivi, isipokuwa kwa mrengo huo wa kuhakikisha kwamba uh, ilani ya chama kinachoongoza haikiuki huikiuki wewe na unahakikisha wao pia wenye ilani hawaikiuki, kwa sababu mimi sio wa chama kile. Kwa hiyo kwa mfano e, tumeongea kidogo ni, ni kutaka kufafanua. Kwa mfano kwenye kamati ya ulinzi nikienda kama mwenyekiti mm-hmm. na kwendaje? mimi naenda kama mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya mkoa mm? siendi kama kada wa, wa Chama cha Mapinduzi, lakini masuala yote yanayohusu usalama na ulinzi yanayokigusa chama, mimi nitawauliza wao viongozi, ninyi ili mnalisimamiaje? Naona kwa sababu ingekuwa chama changu ningekibana kwamba mbona hamsimamii sawasawa, lakini hata wao nitawaambia hivyo hivyo, kwa sababu wasiposimamia sawasawa, ni sisi Watanzania ndio tunaumia. Na vyama vingine vya, vya upinzani vinaleta mawazo gani mbadala ili kuhakikisha kwamba tunaimarisha ulinzi wetu. Ndivyo tunavyotakiwa kufanya kazi. Unaona, imewahi kutokea kwa mfano, katika haya mataifa makubwa ya, ya, ya Ulaya ama ni Marekani yenyewe ambapo wamewahi kuwa na waziri wa ulinzi anayetoka chama kingine mm. Obama alichagua mwanasheria mkuu nafikiri, yeah? alikuwa mwanasheria mkuu alikuwa ni, au hata huyu hata huyu wa FBI mm -hmm. anayepata matatizo sasa, yeah. hivi sio, sio, sio democrat eh, yeah, yeah. yeah. alikuwa ni mtu anayejionyesha mapenzi na na na na na Republicans na, na upande huu, lakini alimchukua, amefanya naye kazi vizuri. Lakini angalia sasa hivi anapata mtatizo na Trump ambaye ni wa chama chake hmm, na hata anamfukuza na kila mtu yuko kinyume na yeye hmm, kwa sababu ya kuondoa mtu ambaye nchi inaona ina maslahi makubwa naye. Hicho ndicho kiwango cha kidemokrasia tunachotakiwa kufika. Ninakubali kwamba siasa zetu bado ni changa na zina ushabiki mwingi sana usio na usio na mantiki, kwa sababu viongozi tumebeba mambo mazito, tumeyaweka tu ndani, hatuwapi wanachama wetu, hatuwapi wananchi waelewe ukweli wa jinsi tunavyoendesha vyama vya siasa na jinsi vyama vya siasa vinavyoweza kufanya kazi pamoja, kuhakikisha kwamba umoja wa utaifa wa nchi yetu hautikiswi na siasa hizi cha ndogondogo hizi za kelele kelele mimi mimi binafsi kwa kweli sizipendelei, kwa sababu hazina hazina afya, na popote kwenye maisha kelele hazijamsaidia mtu yeyote. Kwa hiyo katika hili mimi nimepokea kama hii ni waingereza wanasema progressive it's a very progressive. Ni, ni kiwango cha juu sana cha kisiasa kukubali kufanya kazi na watu ambao mko tofauti kimtazamo wa kisiasa okay. Lakini kuna mambo mengine ambayo labda sitaweza kuyazungumzia hapa vizuri, kwa mfano Azimio la Arusha ni ni chombo na hata ungeweza kusema labda ni miliki ya Chama cha Mapinduzi hmm. lakini kuna namna ambayo Chama cha Mapinduzi kime- hakikizungumzii ki, Azimio la Arusha kama ACT Wazalendo tunavyo tunavyolizungumzia tunavyo azimio yeah. lakini utendaji wa Magufuli hautamki azimio kwa namna ya maneno, lakini hmm. unatamka kwa vitendo, vitendo yeah. unaona eh? hmm. kwa hiyo unajikuta kwamba mara nyingi mimi najiona ah, yuko na sisi Yaani analingana kabisa na sisi. Kwa mfano, sasa hivi hatua anazotaka kuchukua na ameanza kuchukua kuhusiana na rasilimali inafanana kabisa na ilani ile ya kwetu ambayo tulimpatia. mm -hmm. Ilani ya CCM pia inataka uwajibikaji kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye rasilimali, lakini utekelezaji wake umekuwa tatizo. Kwa hiyo hapa niongeze hivi kwamba tatizo letu sisi wala sio siasa, tatizo letu ni usimamizi wa shughuli za serikali, watendaji kwenye ngazi za halmashauri wakurugenzi na wakuu wao wa idara, jinsi wanavyosimamia mambo yetu ndio inayotufanya kama nchi tuwe kama tulivyo leo, ama ni maskini ama ni wajinga ama ni wapungukiwa ama ni wa kuneemeshwa. Sasa kazi ya mkuu wa mkoa kusema ukweli ni kuhakikisha kwamba hawa wanafanya kazi vizuri, na hii haina dini, haina itikadi, haina msimamo wa kinyume na katiba na sheria na taratibu na ilani zote ukizisoma, mm. zinalenga kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinalindwa, zinatunzwa, zinahifadhiwa na zinawafaidisha wananchi moja kwa moja. mm. kwa hiyo katika hilo mm. mimi nampongeza kwanza rais, kwa kufikia hatua hiyo. Mimi binafsi nisingetegemea kwamba angeweza kufanya kitu kama hicho. mm. sana sana ningefikiri labda kama anakuteua labda mtu kama mimi mwanasiasa, labda angenipa tu ubunge, lakini ameeleza pia kwamba hawezi kumpa mtu ubunge kwa sababu akikupa hana namna hmm. ya kukutoa tena, kwa unaona bado wapinzani mnapewa nafasi zile ambazo ni riski, eh, watu wanaweza kusema ni riski. Kwa maana kwamba usipofanya vizuri unaweza kuondolewa. Pamoja na hiyo kazi zote ziko hivyo. Hata mbunge anatakiwa aondolewe kama hafanyi kazi zake vizuri, aondolewe na wananchi kama rais, amefungwa na katiba asimwondoe, sisi wananchi tunaruhusiwa kumwondoa na kusema huyu hatumtaki tupe mwingine. mm -hmm. wewe unayetuteulia mm -hmm. au tulie mpigia kura, tunatakiwa tufikie mahali tuseme huyu hatumuwezi, ama yeye hatuwezi sisi, ama hatuwezi kufanya kazi naye. Mbunge anafanya kazi miaka mitano, haujamwona ha hata siku moja kwenye mkutano wa, wa baraza la madiwani mm -hmm. hajahudhuria ule mkutano wa mkoa wa mashauriano hajahudhuria vikao hata vya kata moja kwenye jimbo lake. Sasa anamwakilisha nani? Okay. Hayupo, hana nafasi. Wabunge wengi unawaona huku wako, wako, wako Dar es Salaam, wako Arusha kutafuta mashamba nini, sisi tunapishana nao huko na mtaani. Sasa hiyo sio kazi ya ubunge, ni utakuja kutafuta ukimaliza, unaona mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo katika hili kwa kweli mimi ninampongeza, ninaona kama nchi yetu inaanza kufungua ukurasa mwingine mpya ambao utaleta nuru hata kwenye bara la Afrika. Nimetoka kwenye mkutano huu ambao nilikuwa sipo, hmm. Ulikuwa ni mkutano wa Umoja wa Mataifa, ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya wanawake viongozi 80 kutoka nchi za Kiafrika. Wanajua wenyewe walituchagua namna gani, wakatuita pamoja. Tumeanzisha mtandao ambao pamoja na mambo mengine tunasema na sisi wanawake sauti yetu ianze kuonekana katika masuala ya rasilimali za nchi zetu, ili umoja wetu wa Afrika umoja wa hizi kanda Afrika Mashariki, Afrika ya Kusini, Kaskazini, mashariki kati na kadhalika, zianze kujiendesha kulingana na rasilimali tulizo nazo, wawekezaji na uwekezaji kwa ujumla na biashara tunazofanya katika nchi zetu ulete faida. Inawezekana kabisa kujiendesha kwa faida. Sisi ni matajiri kuliko tunavyoweza kufikiria huko duniani. Kwa nini tuendelee kuwa maskini? Akina mama hatujaonekana sana tukitetea hili jambo la rasilimali. Kwa hiyo tumeazimia pamoja na mambo mengine pamoja na kuimarisha uongozi wa wanawake na sio tu kutaka kusindikiza kupewa viti maalum eh. Hakuna umaalum pale kwenye uongozi. Uongozi ni uwajibikaji, uongozi ni usimamizi, uongozi ni kuonyesha maono na utashi ambao kweli unaweza ukasukuma jamii mbele. Wanawake tufikie kiwango hicho, tuanze kujitoa kwa kiwango hicho na tuonekane tukifanya hivyo okay. Na kuna, kuna, kuna, kuna hisia zinasambaa zina, zina na minong'ono kwamba uteuzi wako ni, ni ni ni mkakati wa Mheshimiwa Rais ku ku kunyunesha ku, ku, ku, chama chako kwa sababu alianza na Kitila Mkumbo ambaye alimpa nafasi alimpanafasi katibu mkuu wa wizara ya, ya maji ame, wewe amekuteua ambaye ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo ni mikakati sasa ya kudhoofisha chama cha ACT na pia kubomoa mmoja wa upinzani, nao ni lik kifafanuzi wake, ama kama umelisikia unalizungumziaje kuhusu swala hilo? Kwanza kusema ni mkakati wake ni kumwekea maneno mdomoni. Kama ametangaza kwamba ndio mkakati wake au amewaambia watu fulani kwa chini, basi hawa watu waseme. Mimi sijaambiwa hivyo, kwa hiyo mi sifahamu. Lakini naweza nikashuhudia hivi kwamba kama mimi ni kiongozi wa chama, nimepewa fursa ya kusimamia shughuli za nje ya chama changu, lakini shughuli za umma ambazo kama kesho na kesho kutwa hatujui tutaunda serikali ya aina gani mwaka elfu mbili na ishirini tayari nimepewa fursa ya kukua. Bila sababu ni sikuiomba, kama mwenye alivyosema, sijawahi kufikiria mimi na hatuna ya, yani mawasiliano fulani ya ukaribu, hatujuani hasa eh, liacha licha tu ile kwamba ni kiongozi wetu tumemchagua elfu mbili na kumi na tano na kadhalika. Naona nimepewa fursa kubwa sana ya kukua kiuongozi na sio kunyimwa nafasi ya kuwa kiongozi mzuri. Kwa hiyo hata Kitila amepewa nafasi ya usimamizi katika utendaji, mimi nimepewa usimamizi katika siasa. Unaona? Tumepewa fursa ya kukua. Kwa hiyo 2020 eh, chama chetu kitakuwa na watu ambao wamekwisha simamia shughuli za serikali. Tutasimama na chama gani? Huwezi kujua, yaani hiyo sio kutabiri. Angalia Kenya, sasa hivi hata huwezi kujua wanaitikadi gani. Maana kila uchaguzi na ndio tatizo la maendeleo ya Afrika. Kwamba hatuendi atuendeshi siasa kiitikadi. Eh? Watu hawaungani kwa sababu wanaitikadi moja, wanaungana kwa sababu wanataka kusimamisha mgombea mmoja. Kwa hiyo ni swala la tu kupeana tu madaraka na kuhamishia. Leo ndiyo maana yanazunguka kati ya wale watoto wa viongozi wakubwa wa nchi. Leo ni Uhuru Kenyatta ama uh, Raila Odinga, na ni hao wawili tu kila wakati ndiyo wagombea wakubwa ama wa wa- watu wao eh, wafuasi wao, hmm. kwa hiyo hiyo nao ni udhaifu. Angalau sisi Tanzania kidogo tulikuwa tunaanza kuleta ile siasa za itikadi. Siasa lazima ziwe na itikadi. Vyama vyenye itikadi inayofanana e, vyama vyenye itikadi inayofanana viungane, viwe kitu kimoja, tupunguze utitiri wa vyama, tuwe na vyama vichache, tuwe na itikadi chache za kujadili, tuwasaidie wananchi kuelewa maana ya kuendesha shughuli za kisiasa okay. ni ni miaka sasa miwili ili tutaka uchaguzi mkuu ufanyike, uh, na watu wanataka kujua wakati huo unafanya kitu gani nchi kabisa ya ya mambo ya, ya, ya siasa, alikuwa anajishana na nini mpaka hapo kwenye uteuzi huu wa mkoa mkoa? Mimi ni mwalimu, kwa hiyo nafundisha kwenye chuo kimoja cha kimataifa pale e, Usa River, japo sio sio mwajiriwa moja kwa moja, lakini nafundisha kwa nyakati kulingana na ninavyopangiwa vipindi. Mimi ni mwanaharakati, baada ya kuwa mgombea na hivi ninaitwa na vikundi mbalimbali kutoa hotuba, kutoa mafunzo, kufanya hivi, kwa hiyo na shughuli nyingi tu nje ya shughuli za chama Okay. Na sasa uh, uh, wewe ni um, kazi kin... Arusha. Arusha. Arusha. Mkazi wa Arusha na Singida Singida, okay, unadhani utaanza na kitu gani kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa sababu Arusha na Kilimanjaro karibu, nafikiri nafkiri tueshanza kuona labda kuna shida fulani utaanza kuanza nayo, ama utakuwa na lini, utaanza, uta, uta, uta, uta na ya kama kama rasmi rasmi mkoa kazini wiki hii alafu kuna ratiba ratiba katikati nitapewa siku chache za mapumziko alafu ndio nitaanza kazi rasmi sasa nitakapoanza kusimaza kweli nitaanzia na mwenzangu aliyekuwepo alikoishia siwezi kuanza kitu kipya hii sio kampeni kwenye kampeni ndio watu tunasema vipaumbele hapa sasa hivi vipaumbele ni ilani iliyopo inayoongoza nchi na aliyekuwepo na nashukuru nadhani mmeona kwenye mitandao e, mzee Sadiki ameeleza vizuri kabisa amenikaribisha kwenye mkoa, nimeongea naye kwa simu, amenipigia, amefanya heshima kubwa sana. Nitaanzia pale, atakuja na mimi kabla sijaanza. Baada ya hii ratiba ndogo kumalizika, tutakaa pamoja labda kwa nusu siku au hivi, alafu atanieleza hali ya mkoa ilivyo, nitaanzia pale okay. Vipaumbele vipo tayari, kwa hiyo itakuwa ni kuanzia pale na kuendelea okay, okay. Uh, familia wamepokeaje uh, nafasi sasa, kuanzia watoto, baba ametangulia siku nyingi mbele ya haki kwao, so, yeye hayupo, ninaamini huko aliko pia bila shaka anatuunga mkono, lakini watoto wapo na ndugu na marafiki na wengine wa Tanzania wote kwa ujumla. Kitu cha kwanza wamempongeza Magufuli kufanya uteuzi, hata hawajanipongeza mimi. Halafu pili wamenipongeza na mimi kukubali uteuzi Haya machache machache, haya ndio watu wanauliza, itakuwaje na chama, sijui upinzani, sijui hivi. Hayo nimekwisha yafafanua, nadhani inatosha kwa mm. wameniunga mm, mm, mm. mkono kwa ujumla okay. mm. wa okay mtazamaji wa Global TV Online, ni mahojiano maalum kabisa na mkuu mpya wa mkoa wa Kilimanjaro, Mama Anna Elisha Mghwira. Moja kwa moja, uh, tunamalizia lakini tumpe nafasi ya mwisho aweze kuzungumza uh, na Watanzania aweze kuzungumza na wananchi wake wa mkoa wa Kilimanjaro, huenda kama na jambo la kueleza kabla hajaanza kutumikia rasmi. Mama karibu. Asante e, kwa kweli nashukuru sana. Kwanza kuna watu mmoja mmoja binafsi wameniandikia, wamenipigia simu, wamesema karibu Kilimanjaro. Ninashukuru ninasema asanteni sana. Jambo la pili, ninapenda kuwaambia pia kwamba mimi mwenyewe nimeridhika na kuteuliwa kuja kwao kwenye mkoa wao na niko tayari kufanya nao kazi, kuishi nao na kushirikishana yale yote ambayo tunayahitaji. Na hope atakupokea kwa mikono miwili, wamekisha nipokea. Asante, asante sana mama kuku, kwa ku, kwa mahojiano haya asante. Ni kushukuru sana kwa kwa kwa kwa kutukubalia maksa hata ni ya pini usiku Asante sana. Asante sana. Mtazamaji wa Global TV Online, ni mwisho wa mahojiano maalum na Mheshimiwa uh, mama Anna Elisha Mghwira ambayo tumezungumza mambo mengi mengi mengi, kama ambavyo tutaweza kutazama na kusikiliza. Hatuna la ziada, kwa tunasema asante kwa kutazama Global TV Online. Mimi naitwa Brighton Masalu, kwa wakati mwingine tena karibu.